Nina furaha sana kupokea zawadi hii. Ni kweli mwaka umenyooka na My Airtel App. Mwaka umenyooka na Airtel App. Bajaji ni majajini yaakiupekee kabisa. Tunapenda kushukuru Mungu kwa jinsi ambayo tumeanza mwaka na slogan yetu ambayo ina drive promotion yetu kubwa kabambe ambayo inasema mwaka umenyooka na Airtel App. Wanazoea sana kufanya miamala kupitia ya Airtel App. Mesipini, na niko mara ya kwanza. Mezunguka ikaniambia nimeshinda TV. Usha kuzungusha ikaja taarifa ikaniambia bana umeshinda pikipiki. pikipiki. Mteja wetu anauza perfume. Tumsupport. pikipiki ya ku deliver. Ulimtumia mtu F3. F3. F3. F3. Mara chua pikipiki. <F3> piki. TV ndio hiyo imeenda kwa dada yetu. Tunajisikia fahari sisi kama watu huduma kwamba tumekuwa tukisukuma ile agenda ya serikali ya Tanzania kwenda kidigitali, watu waweze kufanya miamala kidigitali na wa Tanzania wanafanya hivyo. Tumejionea hapa jinsi ambavyo wateja wetu wamehamasika wanashinda zawadi mbalimbali mbali. Kwa jinsi tu ambao tumewasukuma kwenda kidigitali kwenda kulipa au kufanya malipo kidigitali, kila mtanzania anaweza akacheza akafanya mambo yake mazuri. Lipa chochote unachotaka na yatemani kutumia My Airtel App ili ujiweke kwenye nafasi ya kushinda gari ambayo wiki ijayo inatoka Mazda, mpya kabisa. Mwaka umenyoka na My Airtel App.